Karibu kusikiliza habari kutoka Grand Lac1 TV the sound of news. Na, usikiliza si nyingine, ni Grand Lac1 TV. Ili wewe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, like, comment and share, hapo takuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac1 TV. Grand Lac1 TV the sound of news. Tunajielekeza huko mkoa wa Asiri Kivu na maeneo mengine ya Noru Kivu. Sehemu ambazo waasi wa M23 walipeleka mashambulizi yao, wananchi wa raia wakakimbia sehemu hizo, na wakaanza kutoa wito wa wananchi ambao walikimbia waanze kurudi. Wameacha wametega mabomu, wameacha wametega mabomu. Kamera zetu na droni zetu za kukusanya habari zimeenda zinagundua, kuna sehemu mabomu yameachwa yametegwa, tena si mabomu madogo madogo Bomu kubwa kubwa kweli zimeachwa zimetegwa, ili wananchi wakirudi, mabomu hayo yakianza kulipuka iwe shutuma kwa serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, eti wanaweza kuua waraya zao, zao. Wenyewe wameshaondoka. Grand Lac1 TV inawaletea habari za uhakika, habari ambazo zinashaka ndani mwake, habari ambazo ziko kwenye makini sana Asilimia mia kwa mia habari za ukweli. Mtaona video, mtaona picha ambazo wanahabari wetu walienda wanakusanya, sehemu ambayo f walikuwa wanashambulia. Takriban raia zaidi ya mia nne, zaidi ya mia nne walifariki kwa siku mbili tu, mashambulizi ya siku mbili kwenye mkoa eh, mko wa sud Kivu maeneo ya Uvira, Sange na Luvungi, zaidi y raia mia nne walifariki kwa makombora ya masafa marefu ambayo ilikuwa ikipigwa kutoka katika ardhi ya Rwanda na kudemea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi ambao wanahatia, wananchi ambao hawajui chochote wameuawa, wengine wanakimbia watoto wamepotea. Grand Lac1 TV inatoa wito kwa jumuia ya kimataifa yaangalizie kwa mbali sana na jicho la tatu mambo ambayo yanapita jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Genocide hii ni genocide ambayo haina ubishi zaidi ya raia milioni kumi wameshafariki jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Niambie sehemu nyingine ya wapi, nchi nyingine ya wapi ambao raia wameshafariki kama hivo? Ila ulimwengu mzima, jamii ya kimataifa iko kimya, na wahusika wenyewe wanajulikana, wahusika wenyewe wanajulikana. Kwa nini msiwachukulia hatua watu ambao hawana shida Marais ambao wanaendeleza nchi zao vizuri kwa amani wanapigwa vita, wanapigwa vita na ujumuiya jumuiya ya kimataifa, ila wale ambao wanaonekana wenyewe ndio wababe wanawaunga mkono, ili kwa kumwaga damu za damu za watu. Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa iingilie kati mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pembezuni maana Kongo ikiwa na vita, Kongo ikiwa na machafuko, takriban mgogoro huu, East Africa kwa ujumla unapata matatizo, unapata shida. Sisi ambao tunakuletea habari hii, ndiyo tunajua mateso ambao raia wa East Africa Community wanayopitilia, ikiwa kwenye nyanja ya amani, ikiwa kwenye nyanja ya biashara, ikiwa kwenye nyanja ya uchumi mambo yanazorota kweli kweli, mambo yanazorota watu wanashuhudia watu wanaona kwa macho. Hii si nyingine, ni Grand Lac1 TV. Ili we wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, like comment and share, hapo utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac1 TV. Grand Lac1 TV, the sound of news.